Tafsiri yake ni nini? Vitu vilivyo duniani bado vinatoka kwenye vitu vya mbinguni amen, amen. Mm. Kwa sababu kwenye Waebrania wanasema ni kwa imani ndipo tunajua ya kwamba vitu vinavyoonekana vinatokana na vitu visivyo onekana, amen. Sasa tafsiri ya hiyo ni kwamba wakati wewe bado kijana, wakati una nguvu, amen, unatakiwa ufanye kazi nyingi sana Sio wakati wa kulala, sio wakati wa TV, sio wakati sijue wa, wa, wa social media amen. mm -hmm. Mimi nimefanya computer science, ila ukiangalia wale wakubwa ambao ndio wanasimamia vitu kama Facebook kama Instagram, watoto zao wabaki kwenye Facebook wanawapatia saa moja kwa siku, Facebook imeshaisha basi, watoto wao hawafuati tv amen. Acha niwaambie wa, kwa nini? kwa sababu yani media au image ambazo zinapita, amen, zinakurahisishia upate iyo information kirahisi amen. Amen. Amen. Sasa ukimzoeza mtoto wako kila wakati television, kila wakati simu na mpa kila wakati yuko TikTok, hata shuleni ataanza kushindwa, kwa sababu wataga masaa yote mwalimu anaongea, mbona mimi anachosha? Si angekuwa kama tu video aongee kitu alafu nijishike kwa, kwa mara moja Amen. mm -hmm. Yani itampa ugumu kama umwambie soma hichi kitabu, maana wewe una siri nyingi, na endelea kusoma amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, wanasema yani kuanzia mwaka mmoja hadi -hmm. miaka saba mtoto atakiwa au sababu hiyo miaka saba ya kwanza ndipo ubongo, mindset ya mtoto sawa, inajengeka kumpa maisha ya kesho, maisha yote ya kesho, hasa kwenye kwenye, kwenye muda kama huo, hata mkikorofishana nyumbani amen, nyumba ikiwa ya kukorofishana, huyo mtoto atakomaa nasi hiyo. Amen. Wakubwa zake wajua wakuiba, wakufanya akufanya sijui vitu fulani, huyo naye anajifunza kwamba ah, kumbe structure ya maisha natakiwa na mimi nikifika miaka fulani, nianze kuiba, nianze kuvuta, nifanye hivi kwa sababu hiyo ndio wakati anajengeka kuwa mtu wa kesho. Amen. Inaingia. Amen. Amen. Amen. Hiyo. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sasa siku zetu tunazihesabu namna gani? Kama nikiuliza hapa kila mtu jana, ulitoa ripoti ya siku zako, je, ilikuwa nzuri? Kitu gani ulifanya cha maana katika kazi zako? Kama wewe unatumikia serikali, je, kuna kitu ulijifunza? Kuna kitu uliongezea serikali kuna kitu uligundua au ulikuwa tu kazini kwa sababu unahitajika kuwa kazini? Amen. Amen. Kama ni kanisani kwa mambo ya roho ulijifunza kitu gani, umeingiza pia kitu gani? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sasa nitaja tena kuongea, na labda hiyo nitaiongea wakati tunafika mwisho kwamba walipogundua masaa manane ya kutumika, masaa manane ya kulala, masaa manane ya kuenjoy, bado kulikuwa na kitu ambacho hawajakishika vizuri, kwa sababu mtu, mtu ni mwili lakini mtu pia ni nini? Amen. Amen. Amen. Wakajiuliza sasa, mbona hata kama nina stress kiasi fulani, nikifanya mazoezi, nikifurahi, nikienda klabu, nikicheza, nikifanya hivi, bado kuna nusu ya hiyo stress

ngaivea vizuri, mtu akishalala masaa saba anaanza geugageuka kitandani, anageukageuka yani usingizi umeshaisha kabisa. Hiyo ishara moja ni kwamba mwili sasa unaibuti.